Eh, bwana, mambo vipi? Ni ule ule Mr. Ramsey decoration, kama alivyoonyesha mwanzo, akiwa anaanza, leo anakuja kuonyesha site ikiwa imekamilika, yaani ukuta hapa ndio umeisha, wadau. Kwa wale wadau wanamfuatilia Mr. Ramsey decoration, bwana kazi ndio imekamilika hapa. Wale ambao mwanzo nilionyesha ile eneo likiwa liko plain, leo inakuja kuonyesha ukuta umekamilika kama mnavyoona. Kwa hiyo sasa Mr. Ramsey ma decoration anaingia kwenye hatua nyingine, hatua ya ukuta ameshamaliza kama mnavyoiona hada. Kwa hiyo sasa Mr. Ramsey ma decoration bwana anasikilizia huyu muoni, huyu ndo Mr. Ramsey decoration bwana. na kawaida hapa kwa Bwana Mr. Ramsey Decoration anasikilizia ndani ya wiki mbili hapa. Anakuja kufanya renovation ya nyumba hapo hapo. Ataipiga chini yote, itakaa chini, alafu ataanza kitu kipya hapo. Kwa hiyo wadau wale wanaonifuatilia kwenye channel yangu ya Mr. Ramsey Decoration waanze kufuatilia ili waangalie vitu vizuri vinavyoingia kutoka kwa Mr. Ramsey Decoration. Mr. Ramsey Decoration bwana, na maneno mengi. Hii fence bwana imepigwa ndani ya wiki mbili. Fence imekamilika wiki mbili neti, nimemaliza mkataba wa ukuta kama mnavyoona, na kuta ndio ilwapo, limenoga limetulia, yani maneno mengi hakuna. Huyu ndo Ramsay hey, Decoration. kaziyetu ya ukuta jamani, kwa ale wadawa waliokuwaamfuatilia m amsy madeoation ameshafunga ukuta ume umekamilika, eka kule Kule. Karibuni sana wadau, ukihitaji kumpata Mr. Ramsey Decoration namba yake ya simu ni sifuri saba moja nane thelathini na moja tisa na mbili sitini na nne. Mr. Ramsey Decoration hapa.